sababu sisi ni ndugu. Sisi polisi lazima tufanye kazi kwa kushirikiana na pamoja. Sisi tunawategemea jeshi la polisi, tunawategemea nyini, sababu usalama utaanzia na mimi wewe na sisi sote. Hali ikiwa sio salama, tuwezi kupata nafasi za kuswali. Kwa hiyo lazima bado tuhakikishe kwamba tunashirikiana kwa pamoja. Hawa wahalifu tunaishi nao tunawafahamu

Kuna watu sasa wanaitwa fedha kutoka ndani ya kampuni yao. Vitu vya thamani kutoka ndani ya kampuni. Mtu anachukua fedha kiasi kikubwa cha fedha kutoka benki. Anaweka kwenye gari yake. Alafu anaondoka, anapaki gari, anaenda sehemu kwa chakula, anaenda sehemu kwa kuhama. Amebeba fedha milioni 50, milioni 20. Ni fedha kubwa. Akwachia hata kuguta kwa wanafuga, wanafuga gari, wanaondoka. Sasa watu wanafuatilia

ili ni adani sana, niwaombe, tunapoteza fedha kwa kitu kidogo sana. Kuna watu wengi wanapata magari yao wanaacha fedha kwenye gari wanaenda kulala, watu vio wanatumia fuko za bandia wanaiba, lakini tukiweze kuchukua tahadhari kuto watamanisha wao kutowatamanisha watama, wa watunatumia uaaa fedha kwa usemi mdogo